Lakini nimesikia anaitwa Shingo, ulishuhudia mwenyewe Mheshimiwa Speaker, alishindwa kujieleza Kiingereza, hata cha kwangu kina nafuu sasa. Mheshimiwa, mambo ya ugeni na mambo yake kimsingi. Mheshimiwa, naomba kura kwa ajili ya bunge la jukwaa la maziwa makuu. Samahani, naomba kura zenu. Speaker, kwa kunipa nafasi niweze ku, kuomba mwongozo wa kiti kuhusiana na jambo lililotokea leo mapema leo wakati tukifanya zoezi la kupiga kura, kwa maelezo yako mheshimiwa Spika, mwanzoni ulisema nafasi hizi zinaombwa na watu wanaoweza kuongea Kiingereza. Lakini wakati zoezi hili likiendelea, tumeshuhudia mwombaji mmoja ambaye amechaguliwa kuwa mwakilishi wa nchi yetu kutoka kambi ya walio wachache, kwa sijamjua jina vizuri, lakini nimesikia anaitwa Shingo. Ulishuhudia mwenyewe mheshimiwa Spika, alishindwa kujieleza Kiingereza hata cha kwangu kina nafuu sasa. Sasa, Mheshimiwa Spika, kwa maelezo yako nilitaka kupata mwongozo kwamba kama naliomba kwa Kiswahili, kama inaruhusiwa kupeleka watu wenye Kiswahili, kwa nini mnatunyima nafasi ambao hatukupata bahati ya kujua Kiingereza na yeye kwa nini aende? Nashukuru, naomba mwongozo wako Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Msukuma ameomba mwongozo. Hii ni jambo la nini tu, hii demokrasia na this time tumefanya, tumefanya kuchaguana siku zote tuna nominate haya majina na kambi ya upinzani wako wachache na nafasi iliyokuwepo, nafasi kambi ya upinzani ni nafasi moja tu, hakuwa na mshindani kwenye nafasi hiyo, lakini sauti ya wengi nyii ndio mlimchagua. Labda wewe kumchagua lakini wenzako wamemchagua, wamemchagua, kura zimepigwa wazi zimehesabiwa wazi na mawakala wamesaini karatasi zote kuthibitisha wamehakiki kuchaguliwa kwa ndugu yetu huyu. Na huko atapokwenda atajifundisha Kiingereza na ataelewa. Tunapopeleka watu, sio lazima, sio hawa wote wanakwenda, wanakwenda kuchangia lakini tunakwenda kuna misimamo ya nchi na nchi, lazima tupige kura kwa misimamo ya nchi ambazo ni marafiki na wao wanataka kuingia kwenye nafasi hizi. Ndugu Msukuma, kwa bahati mbaya labda ukujua masharti haya, lakini masharti haya yanakwenda na busara na hekima. Waheshimiwa wabunge, kwanza nawapongeze, leo tumefanya demokrasia ya haki, tumepiga kura kwa uwazi zimehesabiwa kwa uwazi na zimethibitishwa kwa uwazi. Bado tunazo nafasi za uteuzi. Kuna chama cha CPA, Commonwealth Parliamentary Association. Nimeshauri tusitangaze leo. Tuna APC, African Pacific Caribbean. Ni vyama muhimu sana. Tuna friendship group ya UAE, to a friendship group ya Saudia, to a friendship